Msafara wa mahujaji wa India umepata pigo kubwa nchini Saudi Arabia baada ya ajali mbaya kutokea karibu na mji wa Madina leo Novemba 17 mwaka 2025. Zaidi ya watu 42, ambao ni mahujaji wa umra kutoka India, wengi wao wakiripotiwa kutoka Hyderabad, wamepoteza maisha baada ya basi walikuwa wakisafiria kugongana na tenka la dizeli ajali iliyosababisha mlipuko mkubwa ulioteketeza basi hilo lote. Ajali hiyo ilitokea hii leo katika eneo la Mufrihat takribani kilomita 160 kutoka Madina. Imeelezwa kuwa mojawapo ya majanga mabaya zaidi kuwahi kuwapata mahujaji wa India nchini humo. Taarifa zaidi zinaonyesha kuwa baadhi ya waathiriwa walikuwa ni wanawake na watoto, na kazi ya kutambua miili imekuwa ngumu kutokana na kiwango kikubwa cha moto kilichoharibu basi hilo. Mamlaka za usalama na uokoaji nchini Saudi Arabia zilifika haraka katika eneo la tukio na kuanzisha operesheni ya kuzima moto kwa kwa manusura na kuwahamisha majeruhi kwenda kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matibabu. Video kutoka eneo la ajali inaonyesha moshi mzito ukipanda juu ya gari lililoungua kabisa, jambo lililosisimua zaidi hisia za raia na familia za waathirika. Kwa mujibu wa taarifa za awali ni mtu mmoja pekee aliyekuto hai na anaendelea kupatiwa matibabu. Kutokana na ukubwa wa tukio hilo, ubalozi wa India mjini Jeda umeanzisha chumba maalum cha dharura kinachofanya kazi saa ishirini na nne kwa ajili ya kusaidia ndugu na jamaa wa walioathirika. wa ubalozi umetangaza namba maalum za mawasiliano ikiwemo laini za bure pamoja na namba za simu na whatsapp ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa muhimu. Serikali ya India kupitia Waziri wa Mambo ya Nje imeelezea masikitiko makubwa na kuahidi kuwa msaada wa kidiplomasia na kifani utaendelea kutolewa bila kikomo. Viongozi mbalimbali nchini India wametaka hatua za haraka zichukuliwe kuhakikisha miili ya marehemu inarejeshwa India kwa wakati na majeruhi wanaohudumiwa ipasavyo. Ajali hii imeleta simanzi kubwa kwa familia za wahanga, jamii ya mahujaji na taifa zima la India. Wakati uchunguzi kuhusu chanzo halisi cha ajali hiyo ukiendelea, serikali ya India imeahidi kushirikiana kwa karibu na mamlaka za Saudi Arabia kuhakikisha kuwa kila hatua inayohitajika inachukuliwa na kuwa faraja kwa wale waliopoteza wapendo wao.